Tunaelekea kaunti namba 29 ambapo viongozi wa dini ya Kiislamu katika bonde la Ufa wamekashifu mauaji ya kiholela pamoja na kuwepo kwa magenge hatari wakati wa maandamano ilivyoshuhudiwa hapa mjini Nairobi. Wakizungumza huko Kapsabet, wamemwomba Rais Ruto kubuni mikutano na vitengo vyote na kuweka mikakati ya kuimarisha usalama pamoja na kukuza umoja miongoni mwa Wakenya. Tungeliomba kuwe na amani na utulivu, kila mtu afanye kazi kulingana na muaj... wa... sharia inavyomwelekeza. Ikiwa vijana, ikiwa serikali yetu, katiba yetu imeruhusu maandamano, wafanye bila ya kuharibu mali, na polisi ni kuwalinda, sio kuwaadhibu. Hili ni jambo ya kusikitisha na itajenga chuki, na hatutaki kuwe na mgawanyiko katika taifa letu Taifu... kwa hivyo naomba president wetu ambaye yeye ndio mkubwa wa, wa majeshi yote yeye ndio mkubwa wa nchi hii. Tafadhali sana, president, tunakuheshimu tunakupenda, watu wote wanakuangalia wewe. Ikiharibika ni wewe, ikitengea ni wewe. Tafadhali ita vitengo vyote, ili jambo liweze kutulia. Tunamwomba Bwana Murkome, ambapo saa hizi yeye macho yote yako kwake, wanaona kana kwamba yeye anatoa amri na ambapo sivyo. Tafadhali tumia uwezo wako, tumia namna na unavyoweza kutuliza hili jambo.